Kwa sababu hizi mapalo zimemakiwa, zimetoka Nairobi na ziko na serial numbers ambayo inatali na serial number ambazo ziko kwa polling station saa hii. So wakijamu, ama walete vuruku, wanachukua hiyo. Kama wanakuja saa kumi na moja na nusu wanaleta vuruku, alafu wanapiga watu kidogo kidogo, alafu wanaingisha hiyo maboxi yao, wanachukua yetu, wanaenda nayo. I'm ready to face them and I've been facing them. Hata mimi sijawataja kwa kampeni yangu, sijai wapikia matusi. Unabeba watu kwa magari yako ambao watu ambao wamekuwa abducted umechukua watu kutoka east. We are not going to sleep, tutakwaa hiyo kwa hizo words mpaka. We want to know ni watu wangapi ambao tuta make sure. mmepiga kura kwa usalama, mmepiga kura kwa amani, musiogope kitu kidogo. Chiefs musiogope kwamba mutavamiwa kwa manyumba, kwa sababu mmevamiwa, wengine mmeumizwa, tafadhali mpikie hata polisi wa karibu wa kuja watusaidie lakini huku kwa restaurant walikuwa tu wanapika milango na vikiwa hawakuingia ndani, lakini aim, eh, yao ilikuwa tu eh, nyumba yenye mata maana. Raha hatujafurahia hata kidogo wenzetu. Tulikuwa tunatoka nyumbani kuja kupiga kura, tukidhani ni kura ya amani, kumbe ilikuwa kura ya vita. Mmoja alikuwa na pistol iko hapa na jacket kubwa, punduki kubwa ndani. The police are being used as a tool of violence against the citizens of Kenya and they they're working in cahoots with known goons. So when they failed to enter and Livondo uh, was retreating, it appeared that my security uh, knew those people and some of them were asking those criminals kwa raidi ingine wadumisha amani na mina jua watu wa UDA, watu wa amani na wa amani, watu wa Manda Shivanga ambao wanapigia upato UDA ni watu wa amani. Kwa hivyo langu sana nukwambia wajitokeze. Kwa hivyo mana sionelei kama chamo ilikosea sana, kwa sababu katika mchezo lazima mshinja patikani. Nimeona watu wanaingia ndani wakivoti pole pole. Nimezunguka, nimeenda kwa zingine kufuye uko security apparatus, ninawashukuru mikakati mliweka mpaka wakati huu, incidents hazijakuwa mbaya sana ngaache, for a few reported cases ambazo ni za kawaida. Sina furaha vile kwa vile uchaguzi haujafanyika kwa njia iliyo sawa. Kama kiongozi, wakati yeye amechakuliwa sasa, aache zile tofauti za kusema huyu alikuwa fulani na huyu alikuwa fulani, arudishe hawa watu pamoja. Tunahitaji Malava ambayo ni moja. Kazi ambayo mmefanya jana, mmetolea haibu kama na, na mimi nashukuru sana kwa sababu mlijitokeza